Uongozi wa Tabora United umemfuta kazi aliyekuwa kocha wake Genis Mangome, ambaye pia alichukua nafasi hiyo kutoka kwenye mikoba ya Aniset Makiadi. Afisa Mtendaji Mkuu wa Tabora United, Charles Obiny, amedai atatoa ufafanuzi juu ya ni kwa nini wameamua kumfuta kazi kocha huyo aliyekiongoza kikosi hicho kuanzia Machi ishirini na nane mwaka huu. Tumeachana na kocha na kocha tumewachana naye, kwa hivyo tumeona hana uzoefu wa kutosha kuendesha hii timu. So tumewachana naye na tu... kesho ama kesho kuto atakuwa na kocha mgeni atakuwa amefika. na Eh, sababu hasa ambazo zimefanya mpaka mwachane naye kocha katika kipindi kifupi sana ni nini? Tumeona kiufundi alikuwa hayuko sawa. Eh, kwa hata mazoezi zake tukiona haikuwa sawa kuendesha hii timu so ndio maana tuliwachana naye, tumewachana naye mucho. Ali hata yalikubali hii timu imemshinda, akasema acha aende. Na a, pengine huku kufungwa fungwa ama kupoteza e, kwa kila mechi inawezekana imetokana na yeye, hatuwezi sema ni yeye. Kuna kufungwa upo, hata tumefungwa mechi nne. Kuna timu wa kwenye rafu kwa mpira, kuna rafu na naamini hiyo ndio imetupata saa hii. Kwa hivyo tangu ligi anza hatujawahi kuwa na rafpath hiyo. Kwa hivyo inatendekea timu zote, sio sisi peke yetu. Kwa hivyo tumepoteza mechi nne na tunaomba tutoke kwenye hiyo path ambayo kwenye mpira upo.